Uh, kama ambavyo mmehitaji kujua eh, ni kwamba hapa tuna tuna treni ya abiria ya, ya kuelekea bara ambayo ilifika hapa jana usiku majira ya saa tatu kasorobo. Eh, sasa, kwa bahati mbaya kulikuwa kuna treni ya matengenezo inaitwa engineering train ambayo yenyewe ilikuwa inafanya safari pia huelekea Tabora ambayo treni kwa bahati mbaya ilipata ajali uh, maeneo ya uh, Makutupora na Kintinku katika wilaya ya Singida, sorry mkoa wa Singida, ambapo ile treni ilipata ajali uh, na kuangusha bewa moja sasa, na ilikuwa jana majira ya saa moja na nusu jioni, na kupelekea hilo ikawa kwamba sasa njia ile haiko salama kwa ajili ya gari kutembea, kwa sababu ya ajali, maana yake imefanya sasa njia haipitiki. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba e, kuna wataalamu tayari wako kule, wataalamu wako kule site, wakiendelea na, na zoezi la kuhakikisha kwamba wanainua ile crane e, na kutengeneza njia ambayo imeharibika ili uh, treni hii pamoja na zingine ambazo ziko safarini ziweze kutembea e, lakini pia na hapa kwetu, uh, tumejipanga vizuri. Tunajua sisi abiria ndio partners wetu wa biashara. Kwa hiyo inapotokea changamoto kama hii ya abiria wamekwama, kwa sababu mkataba ambao tunakuwa nao sisi ni wa kuwasafirisha na sio kukwama. Kwa hiyo ikitokea hali kama hii kwamba wamekwama, huwa shirika linakuwa na utaratibu wa kuangalia nini kinatakiwa kifanyike kwa cha kwanza, a, tunahakikisha zile huduma za kijamii tunawapa, ikiwemo ni pamoja na huduma ya chakula, lakini pia huduma za washroom na huduma za matibabu in case kutokea pengine kuna mtu amepata changamoto ya kiafya akiwa hapa safarini. Kwa tunaendelea kutoa hizo huduma, kwa hiyo nafikiri leo leo wataondoka baada ya kwa kule tumekamilisha. Tufahamu kwamba treni hii ina watu 755. Sasa 755 kwa mazingira ya gari ambayo inakuja na kupita ni tofauti na treni ambayo inasimama hapa masaa zaidi ya kumi labda kwa mfano. Kwa hiyo huduma zetu zipo, lakini sasa kwa mfano wanaweza wakaingia watu 20 mfululizo wanapishana, lazima kuna kuwa na matumizi ya maji ambayo ya yanaisha na, ya lakini tumeendelea kuongeza maji ya reserve reserve, tuna reserve tanks hapo. Kwa tumeendelea kusupply maji kutoka kwenye reserve tanks kwa ajili ya kuweka kule kwenye huduma za washroom. Naitwa Mwanaisha Kimeza Samuel. Natoka Dar es Salaam, naelekea Kigoma. Jana usiku ilitokea changamoto yani, ilifika saa mbili tumeambiwa kama kuna treni imeharibika, kwa hivyo inabidi tusubiri mpaka saa saba mchana, saa saba usiku tutapata usafiri wa kurudi kwenda na Kigoma. Tumelala, tumefika saa saba usiku tumeona kimya mpaka asubuhi saa kumi na mbili tunatafuta mawale matitima nani, wote hatuwaoni, tubaki sisi wenyewe tu Mwisho wa picha asubuhi saa 12 si saa moja, tunaambiwaje hapa usafiri bado haujakaa sawa, kwa hiyo tuendelee tusubiri mpaka kule cool mambo atakavyokuwa sawa. Kwa jina letu Imani Sadiki Chemka. Ni msafiri mtoka Dar es Salaam naenda Kigoma. Tumefika hapa Dodoma ilikuwa saa 2 kama na dakika 40. Kwa tukashuka, kwa niaba ya chakula watu wakala. Kumaliza kula, stesheni masta akatangaza kwamba hapa tutakuwepo kwa muda. Baada Ikifika saa saba usiku tunawatangazia hatua inayofuatia. Si tukalala tukakaa, tukasinzia. Ilipofika saa nane, mimi binafsi niliinuka nikaenda pale stesheni kwa stesheni masta, nikakuta stesheni masta ofisi imefungwa. Nikakuta wafanyakazi wa oil ambao walikuwa wanakusanya wana tiketi ndani ya treni, nikawauliza ndugu zangu, inakwaje hii hali, kwa sababu mheshimiwa alitangaza kwamba ikifika saa saba watatuambia kwamba utaratibu ukoje. Ikapigwa simu mkuu mkoa, akampigia simu mkurugenzi wa, wa shirika la reli. Mkurugenzi akatuambia anatuomba radhi, tumsamehe kwamba tunakupa ma, tunawapa masaa mawili ye abiria, kama treni itakuwa haijaondoka baada ya masaa mawili, tunafanya utaratibu wa mabasi. Nendeni pale stesheni mkakae, baada ya masaa mawili, kama masaa mawili yakifika, treni haijakamilika ya kule marekebisho, hajakaa sawa, tutawaletea mabasi mpande. Tukarudi kukaa na ni treni yetu, tukakaa mpaka masaa mawili yale yakaisha. Talipoisha ndo tukafanya utaratibu wa kufanyaje, wakuja tena kumuuliza mheshimiwa, muda ushafika na utaratibu wa treni haijafika haupo, -ha hatujui inaendaje, naomba tusaidie sana, utaratibu wa mabasi. Ndo muda tumeingia ofisini, mde tua mkuu wa mkoa, pakawa na, na kikao kabisa, akatuambia kwamba anafanya utaratibu mwingine wa hayo mabasi.